Ah, leo nataka niongelee kuhusiana na miguu ya cherehani na jinsi ambavyo unaweza ukaifunga. Kama kawaida, hii ni miguu na meza ya cherehani hizi za za za umeme, yaani industrial sawa, hizi za viwandani. Leo hapa nitakuonyesha namna ilivyo na namna ya kuifunga. Okay, uh, hii ndiyo meza yetu, na vinavyokujemo huko kwenye meza kuna hii hapa pedo, kuna vifaa, misumari yaani screw kwa niaba ya kufungia. Kunakuja ule mwichi wa kufunga kwenye pedo na kwenye mota. Hii hapa ni draw, na hivi ni vifaa vyake vya draw kunakuja kuja miguu ambao miguu miwili, hivi ni vifaa kwa niaba ya kushikia miguu, vifaa kwa niaba ya kushikia miguu, na hii ndiyo meza yenyewe. So hizi meza huwa zinatofautiana inategemeana na aina ya mashine yenyewe, sawa. So, hii mashine sio Uh, direct driver. Kama sio direct driver, lazima utakuta ina haya matobo haya, kwa niaba kwamba ya kufungia ya kufungia mota, sawa. Lakini kama ni di direct driver, ayanaga haya matundu hapa, sawa. Hivyo hivyo pia kama ni mashine ya overlock, na yenyewe pia utakuta hapa yana yana matundu hapa kwa niaba ya kufungia zile nini za overlock. Kwa hiyo hizi mashine huwa zinatofautiana kutegemeana na aina yenyewe ya mashine. Sawa, ingekuwa direct driver usingeona pia hii. Hii usingeiona. Lakini kwa vile sio uh, direct driver, hii ipo kwa niaba ya kushusha nini? Ya kushusha ile belt ya kutoka kwenye mota kufika kwenye mashine yenyewe. Kwa huo ndo utofauti wa hizi meza huwa zinatofautiana kulingana na hivyo ambavyo nimekutajia hapo. Direct driver inakuwa ni ya kwake kwake uh, ambayo ina mota pia inakuwa ni ya, ni ya kwake kwake. Sawa? Sasa twende tukaangalia namna ya kuifunga hii mashine. Kwenye kufunga tayari, tunakuwa na vitu vyetu viko tayari, na vitu tutakavyotumia hapa kufungia ni, ni vitu vya kawaida kama hivi. Sawa, hivi ndio vitu vitakafanya sisi tu, tufunge. Sasa tutakapo, tutakapoanza kufunga, tunainua hizi mbili. Sawa, tunaandaa hizi mbili, tunaangalia matundu yamekaa wapi. Ukiangalia hapa, tundu liko hapa, tundu liko hapa. Sawa, sasa cha kufanya tunachukua nini ya kwanza hii hapa, ndo ya chini. Hii ndo ya chini kwa sababu hii haya matundu hapa ni kwa niaba ya kuwekea ile pedo kwayo. Hii tutaifunga hapa hivi. So hii inakuwa ni hatua ya kwanza kufunga, kufunga huu hapa inakuwa ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili tuna, tunaigeuza hivi tuna, tunafunga hii hapa. Uh, unahakikisha umekaza kwa sababu hii tena sio ya kutoka, na hata kama ni ya kutoka utakuja tena kufungua, lakini uhakikisha imekaza vizuri, ili kwamba isiwe na na mtikisiko pale unapofanya kazi. Okay, ukimaliza hatua hii hapa, hatua inayofuata sasa ni kufunga nini? kufunga pedo. Sawa? hapa eh? sasa kinachobaki ni kufunga pedo. pedo ina vitu vyake viwili hivi hapa. Sawa eh? Hiki kinaingia hivi na hiki kinaingia hivi. Sasa inategemeana huu, sawa umeachwa hapa, inategemeana na pedo utaiwekea wapi. Alafu hii pedo ina na kai, sasa hapa ndo maana kunaachwa uwazi kwa niaba ya kwamba wewe useti Usawa pedo yako utauwekea wapi? Sawa. Muna hii inakuja hii mi hapa na... yes. Na... ya kwangu mi naiwekea hapa, ao nikishaweka hivo alafu nakuja sasa kukaza huku chini okay. Baada ya kumaliza hatua hii hapa kufunga pedo, hatua nayofuata sasa ni kubandika sasa hii miguu yote kwenye meza sawa. Okay, sasa huu ni wakati sasa wa kuja kuweka miguu kwenye meza. Na unapoweka hii miguu kwenye meza, lazima uangalie kwamba mbele kutakuwa wapi na nyuma kutakuwepo wapi. Kwa hivi meza yetu ilivyolala hivi, mbele ni huku sawa, eh? Kwa hiyo sasa na sisi hii pedo inatakiwa hii ikae mbele kao wakacha, ukifanya kwamba tutaigeuza hivi hmm, tutaigeuza hivi anda ikiwa tuifunge ikiwa iko hivi. Sawa. Okay. Sasa hapa utaangalia utaangalia wewe meza ikae kwa staili hipi, au ikae kwa, kwa nini, kwa namna gani? Okay. Kisha utafunga hii misumari hapa, hizi nati yani, okay. Baada ya kumaliza sasa kufunga kwamba kukaza nati pande zote huku huku, kila sehemu, kinachofuata hapa ni, ku, ni ku, kufunga hili draw sawa, eh? kufunga hili draw aa, sasa hili draw wewe ndo unatakiwa uangalie namna utakavyolifunga. Kama utaliweka hapa karibu hivi sawa, kama utaliweka huku sawa, kama utaliweka hapa sawa sawa. Sasa hapa mimi, kama mimi naona ni bora niliweke hapa, likae hapa katikati, ehe, likae hapa katikati. Kwa hiyo unatakiwa uangalie huku, lisitoke sana, lisitoke sana nje hivi, hapana, liwe liko ndani ilio hey, iko li ndani kidogo. Kwa hiyo hizi hizi moja inakaa hapa nyingine inakaa hapa hivi ha. Sawa. Kwa nitakacho kufanya mimi nitaweka alama, okay. Baada ya hapo sasa uta sehemu zile ambazo umeziwekea alama, unatakiwa sasa ufunge na nati au na screw. Okay, ukisha maliza sasa, tayari umesha maliza kuseti hizi hapa. Kwa hiyo e, utakuja kuingiza hivi, kwa hiyo inakaa hivi. Hii ndio draw. Ukitaka kuifungua, unagusa hapa, unavuta hivi, inafunguka. Baada ya hapo ukimaliza kuweka vitu vyako tena unarudisha inakuwa imefunga. Sawa? Kwa hiyo hadi hapo unakuwa umemaliza kuseti kuseti meza. Kinachofanyika hapo ni kwamba unainua hii meza hii. Okay, hadi hapa unakuwa tayari umeshamaliza na hii ndio meza yetu sasa. Kwa hiyo kinachobaki hapa ni kwamba ni process sasa za kuanza kufanya vitu vingine. Mfano, aa, kuanza sasa kuweka zile screws hapa kwa niaba ya kufungia mota na kuanza kuweka hizi uh, nini za hapa kwa niaba ya kushikia cherehani. Zinakuja zote hizi, zote zinakuwepo kwa niaba ya kushikia sasa cherehani. Kwa hiyo jukumu letu au uh, somo letu la namna ya kufunga meza inakuwa e, imeishia hapo.